Kama wakati utakuwa unakwenda sana. Haya, nukta nyingine ya pili, wao wanasema wanamwadhimisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka Mfunguo mosi mpaka mfunguo mpaka Shaabani. Mi nauliza kwa nini mpaka Shaaban? Ramadhani hakuna kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wa sallam? Kwamba bwana sisi tunamwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam tangu mfungo mosi mpaka Shaabani, kwa nini Ramadhani na hakuna taadhimu rasuli sallallahu alaihi wasallam? Ebu hapa watolee majibu ya kueleweka. Mimi kwa nini wao mtume wao sallallahu alaihi wasallam wanamwadhimisha kwa miezi 11 tu? sababu Shawwal mfungo mosi. Sio? Dhulqaada mfungo pili, Dhulhijja mfungo tatu, Muharram mfungo nne, Safar mfungo tano, Rabiul Awwal mfungo sita, Rabiul Akhir mfungo saba, Jumada al-Ula mfungo nane, Jumada al-Akhira mfungo tisa, Rajab mfungo kumi, Shaabani mwezi kumi na moja mfungo kumi na moja. Sasa hii Ramadhani hii vipi? ni hapa sijajua kwa nini? Na kweli uki, Ramadhani ikiingia, zile nashati huzipati. Taadhimu iko wapi? Maana wanasema nyinyi mmemwadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam Shabani, yani e, mfungo mosi mpaka Shaabani, alafu taadhimu hakuna tena. Haya maneno kayasema yapo kwa mtu, simzulii hata neno moja.